Habari ya jioni, mshiriki na muumini ambaye tayari umekwisha kujiongea katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa, wa Sabato wa Salasala. Na mimi ninapenda kukusalimu kwa jina la Yesu Kristo Bwana. Yesu asifiwe sana. Na mtazamaji ambaye uh, umekuwa ukiungana nasi, ni upende kukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja ya mfululizo wa siku kumi za maombi kama ilivyo katika kalenda ya Kanisa wa Adventista wa Sabato ulimwenguni. Leo ni siku ya tano na sisi kutokea huku tayari tumekwisha kujongea, tutaenda kuanza vipindi vyetu jioni ya leo ikiwa ni Jumapili Uh, tarehe kumi na moja ya mwezi wa kwanza mwaka ishirini ishirini na sita Tunaye mchungaji Erick Bigambo ambaye ni mchungaji wa mtaa wa Salasala furulizo, na tutaendelea na kuwa naye hadi tutakapohitimisha. Naamini ya kwamba hii unazidi kufunguliwa hata leo. Mungu wa mbinguni, tumekukimbilia tena, tukiamini ya kwamba Mungu upo na bado utafanya kwa ajili yetu.